Kapteni Tesha sio binadamu wa kawaida. Imeibuka taharuki kubwa katika mitandao ya kijamii nchini baada ya kusambaa kwa kasi video inayomwonyesha mtu anayedaiwa kuwa afisa wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ, mwenye cheo cha kapteni, akitoa kauli zenye kuashiria kuchochea wananchi dhidi ya serikali kuu. Video hiyo imekuwa gumzo kubwa katika mitandao mbalimbali hususan majukwaa ya kijamii kama X, zamani kama Twitter, TikTok, Instagram, Facebook na WhatsApp. Na imezua tafsiri tofauti kutoka kwa wananchi kuhusu usalama wa nchi na msimamo wa taasisi za kijeshi. Hata hivyo, uchunguzi wa awali uliofanywa na mamlaka za kiusalama umebaini kuwa video hiyo siyo ya uhalisia. Imethibitishwa kuwa imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya akili mnemba, yaani artificial intelligence au AI, hasa mbinu ya deep fake, ambayo imekuwa ikitumika duniani kutengeneza video bandia zenye kuonyesha uhalisia wa uongo kwa kutumia sura na sauti za watu wanaojulikana. Lakini kabla hatujajikita kwenye habari hii kwa undani, napenda kuwakumbusha wale wote ambao bado hawajatunga mkono kwa chochote kupitia mpesa namba yetu ya 0749761178 kwa majina ya Habari Media, basi wafanye hivyo, kwani kwa kufanya hivyo utawezesha sana sisi ya Habari Kiganjani kufanya tafiti na uchunguzi wa kina, ili kuibua ukweli unaosaidia jamii kufanya maamuzi sahihi, kuboresha mifumo yetu kwa ya kiteknolojia zaidi na mifumo ya kidijitali, ili habari ziwafikie watu kwa urahisi, kwa haraka na kwa ubora zaidi. Wezesha habari kiganjani kwa manufaa ya wengi, kwani hata kidogo ni kikubwa. Sasa turudi na tuangalie asili ya video na mbinu zilizotumika. Kwa, kwa, kwa mujibu wa taarifa za ndani kutoka vitengo maalum vya uchunguzi wa makosa ya kimtandao, video hiyo inaonyesha sura inayofanana kwa kiwango cha juu na afisa mmoja wa JWTZ ikionyesha kana kwamba anatoa wito wa wazi kwa wananchi kuandamana dhidi ya serikali. Sauti imefananishwa kwa ustadi wa hali ya juu, huku harakati za midomo na uso zikionekana kusawiana na maneno yanayotamkwa. Wataalamu wa teknolojia ya digital forensics waliobainisha uhalisia huo wamesema video hiyo inatumia mbinu za synthesized face mapping, ambayo huunganisha picha halisi za mtu na muundo wa sauti bandia unaotengenezwa na AI. Matokeo yake ni video inayoweza kumdanganya hata mtaalamu wa kawaida wa uchambuzi wa picha. Aidha, imebainika kuwa video hiyo ilipakiwa mara ya kwanza katika tovuti isiyo rasmi ya nje ya nchi, kisha kusambazwa katika mitandao ya kijamii ndani ya muda wa saa chache. Mfumo wa ufuatiliaji wa digital cyber surveillance system umeonyesha kwamba watumiaji zaidi ya elfu hamsini walishiriki video hiyo ndani ya saa 24 na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi kuhusu usalama wa taifa. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama wa taifa, lengo kuu la watengenezaji wa video hiyo ilikuwa ni kuchochea hasira, chuki na mgawanyiko kati ya wananchi na serikali. Kwa kutumia sura na sauti ya afisa wa jeshi, watengenezaji walitaka kuonyesha kana kwamba jeshi limepoteza utii wake kwa mamlaka halali ya dola, jambo ambalo ni hatari kwa amani na utulivu wa taifa. Taarifa hiyo bandia ilipangwa kwa ustadi wa kisaikolojia ili kuibua hisia za uzalendo bandia kwa wananchi ikishawishi kuamini kwamba ni wakati wa kukomboa nchi yao kupitia maandamano. Maneno kama jeshi lipo bega kwa bega nanyi yalitumiwa kimakusudi ili kuongeza mvuto na uhalisia na kuvunja imani ya wananchi kwa taasisi za ulinzi na usalama. Athari za kijamii za video hiyo zimekuwa kubwa katika muda mfupi baada ya kusambaa. Baadhi ya watumiaji wa mitandao walionekana wakipongeza ujasiri wa afisa huyo bandia, huku wengine wakionyesha hofu ya kuvunjika kwa amani. Mitandao ya kijamii iligeuka kuwa uwanja wa mijadala mikali ikibeba maoni yaliyogawanyika kati ya wale wale walioamini uhalisia wa video na wale waliotilia shaka chanzo chake. Kupitia taarifa fupi kwa vyombo vya habari, msemaji wa JWTZ amekanusha vikali uwepo wa afisa yoyote wa jeshi aliyehusika na kauli zilizomo ndani ya video hiyo. Amesema kuwa video hiyo ni bandia na yenye lengo la kuchafua taswira ya JWTZ, ambayo imejengwa kwa misingi ya utii, uzalendo na heshima kwa mamlaka halali. Msemaji huyo aliongeza kuwa JWTZ ni taasisi ya kitaifa inayosimamia amani na usalama wa wananchi wake na haina utaratibu wote wa kushiriki katika mijadala ya kisiasa au harakati za kiraia. Aidha, jeshi limewahakikishia wananchi kwamba litaendelea kuwa imara na lipo tayari kukabiliana na aina yoyote ya vitendo vya upotoshaji vinavyolenga kudhoofisha uaminifu wa wake na Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, kupitia tamko lake, imelaani vikali vitendo vya kusambaza taarifa za video za uongo wa kutumia teknolojia ya kilimnemba. Serikali imesisitiza kuwa matumizi ya teknolojia lazima yawe kwa manufaa ya jamii, sio kwa kuvuruga amani au kueneza propaganda zinazoweza kuhatarisha utulivu wa nchi. Waziri mwenye dhamana ametoa onyo kali kwa wote wanaohusika na uundaji, usambazaji au utetezi wa video hizo bandia akisema kuwa vitendo hivyo ni uvunjifu wa sheria chini ya sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015, pamoja na marekebisho yake ya mwaka 2020. Kwa upande wa wataalamu wa tehama, wametoa tahadhari kwamba maendeleo ya teknolojia y deep fake yamefikia hatua hatari ambapo mtu anaweza kuundwa bandia kwa video, sauti au picha kwa usahihi wa juu. Wamependekeza kuwepo kwa programu maalum za kitaifa za kufuatilia na kuchuja maudhui bandia ili kulinda hadhi ya taifa taifa na usalama wa taifa. Serikali kupitia vyombo vyake vya usalama imeanzisha uchunguzi maalum ili kubaini chanzo cha video hiyo na watu waliohusika katika utengenezaji na usambazaji wake. Vyombo hivyo vimeanza kushirikiana na taasisi za kimataifa zinazohusika na udhibiti wa makosa ya kimtandao ikiwemo Interpol na SET. Aidha, mamlaka zimetoa wito kwa wananchi kuwa makini na kila taarifa inayosambaa mitandaoni, hasa zile zinazohusisha majeshi, viongozi wa serikali au masuala nyeti ya kitaifa. Wananchi wanashauriwa kutumia vyanzo rasmi kama tovuti za serikali, matangazo ya vyombo vya habari vinavyotambulika, na taarifa kutoka taasisi halali za dola. Mamlaka pia zimeanza kampeni ya kitaifa ya Tambua Bandia, yani, recognize fake, inayolenga kuelimisha wananchi namna ya kutambua video na taarifa bandia. Kupitia kampeni hii, wananchi watafundishwa ishara kuu za kutambua deep fake kama vile harakati zisizo sambamba za midomo, mwanga usio wa kawaida au sauti isiyo na mwelekezo wa asili. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hili lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati, kwa habari zaidi, kiganjani mwako.